Sasa nimalize kila kitupo, sikiliza, ngoja sikiliza po, humu kuna ladha za aina na mimi najua. Ngoja humu kuna ladha nyingi, lakini mimi najua ukweli kabisa kwa kukufahamu, mdogo wangu una vitu vingi vizuri vkaianduelewi iniaswai laza ipo itachanganywa. Wewe njoo kwanza, njoo changanya kidogo, hata maswali mawili tu, alafu laza nyingine tayari. Mimi nakuamini, una point nyingi nyingi nzuri Paul, sio kama masiara yani Paul anakuwa na pointi nzito tena za kutulia. Sasa usiseme hujajiandaa, tukuletee bunduki. Ewadogo, nivue maike po.